Magavana wanataka serikali kuu kuwapa mgao wao wa fedha wa mwezi Septemba pamoja na pesa nyingine ambazo hawajapokea hadi sasa. Magavana hao pia wametetea msimamo wao kuhusu ununuzi wa kidijitali wakisema mfumo huo umefeli, na sasa kaunti zimekwama tangu uanzishwe miezi mitatu iliyopita. Serikali za kaunti zingali zinalalamikia hatua ya serikali kuchelewesha kila mara migao mbalimbali mbali ya fedha kwa kaunti na malipo ya wanakandarasi, mzigo ambao wanasema umekuwa ukibebwa na magavana kila mara 75 katika mkutano wa ishirini na nane wa Baraza la Maendeleo la Kiuchumi baina ya serikali kuu na za kaunti uliongozwa na naibu wa rais Kithure Kindiki, magavana pia walisisitiza msimamo wao kuhusu ununuzi wa kidijitali naibu wa rais Kithure Kindiki akisema atafanya kila awezalo kutafuta suluhu la kudumu ikiwemo kuharakisha malipo ya wanakandarasi ambayo yamecheleweshwa kwa muda mrefu. Waziri wa afya Aden Duale akiwahakikishia magavana kuwa sekta ya afya haijasimama, na kupuuzilia mbali madai kuwa serikali imewatelekeza akina mama wajawazito wasio na uwezo in Through the Social Health Authority. Huku serikali ikisitiza kwamba mfumo wa kidijitali wa kupeana kandarasi lazima utaendelea, kutumika magavana wanalalamika kwamba mfumo huu umefeli, na katika siku za hivi karibuni huenda watasitisha shughuli zote. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika eneo la Karen.